Shalom hayawi shalom hayawi. Tarehe moja, tarehe mbili, ibada kubwa ya askofu mkuu ya kuadhimisha miaka ishirini itakuwa pale makao makuu ya ADC Moyari, na aliko wote wana ADC naaliote mlipo, kuanzia tarehe moja tunamkesha mkubwa utakaoandaliwa makao makuu, kiongozwa na idara ya uinjilisti, idara baraza waz la wazee, idara ya vijana, viongozi wote rects wote, manaibu wa kurugenzi, magazisi wote na wachungaji wote katika ukumbi wa makao makuu tarehe moja na kesha kubwa ambayo itaandamana na ibada kubwa tarehe mbili pale makao makuu ya ADC. Barabara zote magari zote pikipiki piki zote, wasafiri wote kwa ajili ya miguu na walio mbali na karibu, mnaalikwa ibada kubwa ambayo baba wetu askofu mkuu wa kanisa la ADC, Askofu Reverend John SJ Chabuga ambaye ameongoza kanisa hili kwa miaka ishirini naenda kusherekea ufanisi uongozi ambao ameweza kuongoza kanisa hili katika misingi za miundo tofauti. Ameweza kusimama na sisi katika hali ya kazi ya huduma, amefungua mashule, amefungua vyuo vya ufundi, amefungua theolojia, amefungua maidara mbalimbali zinazoshirikisha katika viwango tofauti. Mnaalikwa mahali pote mlipo kwa ibada hii kubwa askofu mkuu ambaye ni mgeni wetu wa heshima kwenye ibada hiyo. Pia tutakuwa na rais wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, pamoja na naibu wake, pamoja na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na wale wengine wote wageni, wajumbe, magavana, maseneta pamoja na mamcs wote, ukumbi wa Boyani. Unaalikwa mahali popote ulipo, mwana ADC, kuanzia saa mbili kamili, ibada kubwa kutoka kule Gambogi ikielekea makao makuu ya ADC. Itakuwa ni jambo la furaha kubwa sana. Kwa niaba ya kanisa la ADC, kwa niaba ya ofisi kuu ya askofu wetu mkuu, tunawatangazia ibada hiyo kubwa pale. Uh, popote mlipo wana ADC, nawaombea safari njema mnapojiandaa kuja siku hiyo. Mnakaribishwa kwa moyo mkunjufu siku hiyo, ili tuadhimishe miaka ishirini ya ufanisi pamoja na maendeleo pamoja na kazi ambayo baba wetu askofu mkuu amefanyia kanisa la ADC. Kanisa la ADC nimefika kiwango cha, cha hali ya juu. Tunadhaminia kuzindua rasmi ujenzi wa katedrali ambayo unaendelea. Pia katika nchi ya Kenya tuna makao makuu ya ADC ambayo pia inaendelea kuonekana y kwamba tunapanua mipango. Tuna hata mambo mageni na mapya ambayo ADC itakuwa tuazikindua siku hiyo ya tarehe mbili katika kanisa la African Divine Church. Tuombea mahali mlipo pote mlipo viongozi wetu, washirika wetu kutoka sehemu za Mombasa, mji wa Nairobi, mji wa Nakuru, mji wa Kericho, Kisumu, Kakamega, Bungoma, Busia, Paga yote mpaka vitongoji vyote vya Kitale, kwa maeneo ya lugha yote kwa ujumla, mnakaribishwa kwa hii ibada kubwa ya askofu wetu mkuu wa kanisa la EDC kuadhimisha miaka 20 tangu EDC ianzishwe. EDC ina miaka 77 na leo hii tunaenda kuadhimisha miaka 20 ya askofu wetu mkuu wa tatu. Karibuni sana. Mungu watende mema. Naitwa Reverend Habil Litu, naibu mkurugenzi katika Family Life and Welfare. Karibuni sana viongozi, karibuni sana washirika. Shalom, shalom.